Anaitwa Kadogo, mbuzi mwenye kichwa cha mtu. Anapopita watu humshangaa. Mwanzoni walimkimbia, lakini sasa wamezoea. Wanakijiji wanaifahamu siri ya Kadogo kuwa mbuzi mwenye kichwa cha mtu, na sasa ninakusimulia siri hii. Imewezekanaje mbuzi kuwa na kichwa cha mtu? Mzee Tayo alifuga mbuzi mmoja. Aliishi na mbuzi wake kwa muda mfupi. Mbuzi wake akapandwa na mbuzi jirani, akabeba ujauzito. Wakati mbuzi wa mzee Tayo anajifungua, mbuzi huyu alipoteza maisha na kuacha kitoto kidogo cha mbuzi Mzee Tayo alikilea kitoto kile cha mbuzi akikipatia maziwa ya ng'ombe kila siku. Kitoto kile cha mbuzi kilikuwa jike. Mzee Tayo alikipenda sana, nacho kilimpenda. Kitoto kilikuwa mpaka kuwa mbuzi kamili. Mbuzi huyu alizoeana sana na Mzee Tayo. Mzee Tayo Hakuwa na mke, aliishi maisha ya upweke. Sasa mzee Tayo alipata faraja, alipata rafiki, rafiki mbuzi. Mbuzi huyu alifuatana na mzee Tayo kila alipokwenda. Akienda dukani, mbuzi wake yupo nyuma nyuma, anamfata. Akienda kijiweni, mbuzi wake yuko pembeni anamfuata. Kila alikokwenda mzee Tayo mbuzi wake alikuwa pembeni akimfata. Mzetayo aliyekuwa mpweke nyumbani kwake alipata faraja kubwa kuwa na mbuzi huyo, lakini yaliyoendelea ndani ya nyumba ilikuwa siri ya Mzetayo na mbuzi wake. Yaliendelea mambo ndani ya nyumba, Mzetayo alilala na mbuzi wake na alimwingilia kama mkewe. Siku zilizidi kwenda Tayo akiendelea kuishi na mbuzi wake huku akiwa ameitunza siri yake vyema. Tukio la kushangaza lilitokea siku moja wakati mzee Tayo amekaa kijiweni. Mbuzi wake alikuwa amekaa pembeni akimsubiri mzee Tayo kama kawaida lilikuja dume la mbuzi likataka kumpanda mbuzi wa mzee Tayo. Mzee Tayo alikasirika sana na alimpiga vibaya sana yule beberu wa mbuzi aliyetaka kumpanda mbuzi wake. Watu wakashangaa, mzee Tayo, unazuia vipi mbuzi wako kupandwa? Mzee Tayo alisikika akisema, ataniharibia mbegu. Baada ya siku nyingi, mbuzi wa mzee Tayo alipata ujauzito. Wanakijiji kijiji wakaingiwa na wasiwasi, kwani mbuzi huyu hakuwahi kupandwa. Hawakuwahi kumshuhudia akipandwa, na waliwahi kushuhudia mzee Tayo akizuia mbuzi wake asipandwe. Sasa mbuzi huyu ana mimba. Watu wakastaajabu ajabu, lakini wakasema, tusubiri tuone kitakachotokea. Miezi ilikwenda, miezi ilisonga, tumbo la mbuzi likizidi kukua. Mbuzi akaanza kujikokota kuashiria sasa siku yoyote angeweza kujifungua. Wanakijiji walifuatilia kila kilichokuwa kikiendelea kwa mbuzi huyo. Mbuzi wa mzee Tayo akazaa. Mbuzi wa mzee Tayo alizaa mbuzi, lakini alizaa mbuzi mwenye kichwa cha binadamu. Ndiye huyu Kadogo. Mzee Tayo alitoroka kijijini, mpaka leo haifahamiki alikimbilia wapi. Kadogo kama unavyomuona anazurura mitaani, watu hawajui wamuweke kundi gani, mtu au mbuzi. Hata wewe unayetusikiliza na kututazama, tuandikie katika komenti, Kadogo ni mbuzi au mtu? Lakini sisi tunasema Kadogo ni mbuzi mwenye kichwa